Waziri Ridhiwani Kikwete awataka vijana kuwekeza katika Faida Fund wakati mali za mfuko zikifikia shilingi bilioni 43.9. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Ridhiwani Kikwete, amewahimiza vijana wa Tanzania kuchukua hatua za makusudi katika kujenga mustakabali wao wa kifedha kwa kuwekeza kwenye Faida Fund, mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao umeendelea kukua kwa kasi na kufikia mali zenye thamani ya shilingi bilioni 43.9. Akizungumza wakati wa Mkutano wa Tatu wa Mwaka wa Wawekezaji wa Faida Fund, Waziri Kikwete alisema vijana wengi bado hawatumii ipasavyo fursa zilizopo za uwekezaji licha ya kuwa na uwezo wa kuanza kwa mitaji midogo. Alisisitiza kuwa kuwekeza mapema ni njia muhimu ya kujenga utajiri wa muda mrefu na kujiandaa kwa changamoto za baadaye za maisha. Vijana wengi wana kipato lakini hawana mwongozo sahihi wa namna ya kukitumia kujijengea maisha ya baadaye. Faida Fund ni jibu kwa changamoto hiyo kwa sababu inatoa njia salama, rahisi na ya uhakika ya kuwekeza, alisema Kikwete. Ukuaji mkubwa wa Faida Fund. Kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa katika mkutano huo, mali za Faida Fund zimeongezeka kwa kasi kutoka takriban shilingi 25 bilioni hadi shilingi 43.9 bilioni ndani ya kipindi kifupi, ishara ya kuimarika kwa imani ya wawekezaji na usimamizi madhubuti wa mfuko huo. Ukuaji huu umechangiwa na kuongezeka kwa idadi ya wawekezaji binafsi na taasisi mbalimbali. Kwa sasa, zaidi ya makampuni 200 yameshiriki katika mfuko huo, huku idadi ya wawekezaji binafsi ikiongezeka kila mwaka. Hata hivyo, Waziri Kikwete alieleza kuwa bado ushiriki wa watumishi wa umma na vijana uko chini ukilinganisha na idadi halisi ya watu waliopo kwenye makundi hayo. Changamoto ya ushiriki mdogo wa vijana. Licha ya mafanikio yaliyopatikana, waziri alibainisha kuwa ni idadi ndogo ya watumishi wa umma na vijana waliojitokeza kuwekeza kwenye Faida Fund. Alisema hali hiyo inatokana zaidi na ukosefu wa elimu ya kifedha na dhana potofu kwamba uwekezaji ni kwa watu wenye kipato kikubwa pekee. Aliwataka vijana kubadili mtazamo huo na kutambua kuwa uwekezaji unaweza kuanza hata kwa kiasi kidogo cha fedha, mradi kuna nidhamu na malengo ya muda mrefu. Aliongeza kuwa kuwekeza si swala la utajiri wa haraka bali ni mchakato wa kujenga usalama wa kifedha taratibu. Wito wa management ya mfuko. Waziri Kikwete pia aliitaka management ya Faida Fund kuongeza juhudi za kutoa elimu ya kifedha kwa umma, hasa kwa vijana na watumishi wa umma. Alisema elimu hiyo itasaidia wananchi kuelewa faida za uwekezaji wa pamoja na kupunguza hofu au wasiwasi unaoweza kuwazuia kushiriki. Aidha, alisisitiza umuhimu wa kutumia teknolojia za sasa kurahisisha usajili, ufuatiliaji wa uwekezaji na upatikanaji wa taarifa kwa wawekezaji ili kuvutia kundi kubwa zaidi ya vijana wanaotumia mifumo ya kidijitali. Mtazamo wa uongozi wa WHI. Kwa upande wao, viongozi wa watumishi Housing Investments walisema kuwa Faida Fund imeanzishwa kwa lengo la kukuza utamaduni wa kuwekeza na kuweka akiba miongoni mwa Watanzania wa kipato cha kati na cha chini. Walieleza kuwa mfuko huo unatoa fursa kwa watu wa makundi mbalimbali mbali kushiriki katika uwekezaji wa pamoja kwa gharama nafuu. Uongozi huo ulieleza kuwa idadi ya wawekezaji imeendelea kukua kwa kasi, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa imani ya wawekezaji na usimamizi madhubuti wa mfuko huo. Ukuaji huu umechangiwa na kuongezeka kwa idadi ya wawekezaji binafsi na taasisi mbalimbali. Kwa sasa, zaidi ya makampuni 200 yameshiriki katika mfuko huo, huku idadi ya wawekezaji binafsi ikiongezeka kila mwaka. Hata hivyo, Waziri Kikwete alieleza kuwa bado ushiriki wa watumishi wa umma na vijana uko chini ukilinganisha na idadi halisi ya watu waliopo kwenye makundi hayo. Faida Fund kwa vijana. Faida Fund imeelezwa kuwa ni jukwaa salama la kuanza safari ya uwekezaji bila kuingia kwenye hatari kubwa. Mfuko huo unawapa nafasi ya kuchanganya mitaji yao na wengine, hivyo kunufaika na faida zinazotokana na usimamizi wa kitaalamu wa rasilimali. Wataalamu wa masuala ya kifedha wanasema kuanza kuwekeza mapema kunawawezesha vijana kujenga mataji makubwa zaidi kadri muda unavyokwenda, hali inayowaweka katika nafasi njema ya kifedha wakati wa uzeeni au katika kutekeleza miradi mikubwa ya baadaye. Malengo. Serikali na uongozi wa mfuko wameeleza nia ya kuendelea kuimarisha Faida Fund wa kupanua huduma zake, kuongeza uwazi na kuimarisha mifumo ya usimamizi. Lengo ni kuhakikisha mfuko unaendelea kukua na kuwahudumia Watanzania wengi zaidi, hasa vijana ambao ni nguvu kazi na msingi wa maendeleo ya taifa. Wito wa Waziri Ridhiwani Kikwete kwa vijana kuwekeza kwenye Faida Fund unaonyesha dhamira ya serikali ya kujenga kizazi chenye maarifa ya kifedha na uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Kwa kuzingatia ukuaji wa mfuko huo hadi kufikia shilingi 43.9 bilioni, ujumbe unaotolewa ni wazi. Fursa ya kuwekeza ipo na ni wakati wa vijana kuitumia kwa manufaa ya sasa na ya baadaye.